Tumefika Iringa usiku tukiwa tumetokea Mbarali na tukafanya uamuzi wa kulala Iringa ambao haukuwepo hapo awali. Baada ya kwamba usiku umefika, nilimfikisha Mgombea Urais, Mheshimiwa Salum Mwalimu hotelini. Wakati gari yake inatoka kwa ajili ya wasaidizi wake wengine kwenda kutafuta vyumba, karibu na hoteli yake kabisa, gari yetu, gari yake ikarushiwa kitu kinachosadikika kwamba ni jiwe na kuvunja kioo cha nyuma. Sala hilo tumeshaanza kuhisi. Tunamshukuru OCD amefika mwenyewe kwenye eneo la tukio na usisi CD wake wamefika eneo la tukio. Kwa hiyo tumeliacha jambo hilo kwenye mamlaka ya polisi sasa kwa ajili ya uchunguzi na hatua nyingine za ziada. Lakini wasaidizi wa Mheshimiwa Mgombea Urais katika eneo la tukio waliwakamata vijana wanne ambao waliwahisi wanahusika. Wali kwa hiyo polisi watawahoji zaidi na kujua ama wanahusika ama la, na wakuchukua hatua kwa mujibu wa taarifa wa watakazopata. We, kwa sasa tuseme kwa kifupi ni hayo tu.